Mashehe mulinifurahisha kwamba mna nia ya kueleka salamu au kuandaa kitu fulani kwa familia zile ambazo hazimewezi, hili jambo ndiyo lililonifurahisha na niliona kabisa nitumie fursa hiye. Hatujaandaa kitu kikubwa, tumeandaa hapa mbele yenu, mnaona vitu vichache vinawezekana visiwe na thamani kubwa, lakini mchukue mioyo yetu, na mimi ninawapongezeni sana mashehe wangu na viongozi wote wa BAKWATA kwa utaratibu huu wa kufuturisha familia zile ambazo hazina uwezo. Kupitia kwenu, naomba nitoe wito, wale ambao katika kipindi hiki wana uwezo wahakisha kwamba wana jihusisha. Niwaombe kama wana kitu chochote watoe, hasa kwa zile familia ambazo hazina uwezo. Kwa hiyo ndio maana hili jambo limenigusa sana na sisi kama halimashauri limetugusa. Hatukujiandaa sana, lakini safari ijayo tutajiandaa vizuri zaidi. Wito mkubwa, naomba mwendelee kumwombea Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yake, kini mwendelee kuiombea halimashauri tende kadiri ya matakwa ya wananchi. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya halmashauri tunakabidhi hivyo vifaa ambavyo mnaviona hapa mbele yenu, vikawafikie walengwa. Sheikh Ibrahim Rashidi, sheikh wa wilaya ya Songea Mjini: kweli naishukuru manispaa na Mheshimiwa Meya hapa kwa kutukabidhi bidhaa hizi, sio chache kama anavyoeleza mwenyewe, ni bidhaa nyingi, kwa sababu wale itakayowafikia watashukuru. Kwa Mwenyezi Mungu sisi tulifanya hivi, na katibu wangu huyu na taasisi ya BAKWATA kwa ujumla kuona tuna wajibu wa kuwasaidia mayatima na watu masikini wenye shida. Hilo lilitugusa moyoni, kwa kuwa tuliona wahusika wa, wa, wa jambo hili ni watu wote na taasisi zote. Najua wote tunashikamana, ikizingatia vitabu vyetu vyote vitakatifu vinahimiza kuwasaidia mayatima na maskini, ndio mada kubwa sana. Kwa hilo tunashukuru mheshimiwa mstahiki meya na manispaa yako, katupelekee salamu kwa manispaa kwamba wanashukuru kwa wana eh, kwa jina anaitwa Asumani Kawina, mtumishi wa halmashauri ya manispaa ya Songea kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Songea kwa kushirikiana na mstahiki meya wa halmashauri halmashauri umetoa um, kilo mia moja za mchele lakini pia umetoa kilo hamsini za unga wa ngano. Pia umetoa tambi boksi nne, sukari kilo hamsini maji katoni ishirini na mafuta ya kula lita ishirini.